Viongozi wa chama cha United Democratic Alliance, UDA, wameshikilia kwamba watasimamisha wagombeaji wote katika uchaguzi mdogo nchini eh, juhudi za kuimarisha chama hicho ili kujipatia nafasi na wafuasi zaidi. Haya najiri huko uchaguzi mdogo wa ubunge eneo bunge la Magarini katika kaunti ya Kilifi, ukitarajiwa kuwa miongoni mwa chaguzi ambazo zinasubiriwa kufanyika. Wakizungumza kwenye dhifa ya iftari iliyoandaliwa na katibu wa chama hicho Hassan Omar katika kaunti ya Mombasa, viongozi hao pia wamewataka wakenya uung mkono ushirikiano baina ya serikali ya Kenya Kwanza na chama cha ODM. Tutakubali wengine waje watuondoshe pale. Sisi tuko hapo na tutamuunga mkono rais na chama chetu manake broad based ni mzuri, lakini ikija katika hizi kura tutangang'aniana. Na kwanza nimuhakikishie kandideti wetu wa Magarini, tutasimama na yeye. Anayeona ODM well, you know, na sisi tutasakata wanja wa UDA. Huyu aliibiwa kwa kura 21 tutamregesha na kura elfu 21. Na huu ndio mtihani wetu wa kwanza kama UDA ndani ya pwani kuhakikisha, asante Stanley, kwamba Stanley ndio mbunge aliyodhulumiwa, na kama vile Fesa alivyotuanzishia safari ya 2022 huyu atatuanzishia sisi safari ya 2027.